Mzigo unaanzia mwaka elfu mbili na saba katika mitaa fulani hivi huko nchini Uganda. Kuna huyu binti hapa anaitwa Fiona. Alikuwa ni binti mwenye ndoto na malengo ya kuondokana na umaskini, japokuwa hakufanikiwa kusoma. Fiona amefika nyumbani ana wadogo zake wawili, Richard pamoja na Brian. Kitu kikubwa ambacho alikuwa anajihusisha nacho kama familia ni uuzaji wa mahindi. Yaani ndio ilikuwa biashara ya familia. Wapo nyumbani Fiona na Knight wanazungumza. Knight akawa anampatia story kuhusu bwana wake bodaboda na alifurahia sana kumwongelea. Wakati huo mama yake hakupendezwa kabisa na tabia ya binti yake mkubwa huyo, akihamasisha watoto wake wote waende wakafanye biashara. Fiona alisema mama

wanauza mahindi lakini hakuna mteja ambaye alikuwa anataka kununua, lakini Brian aliuza tu ya kwake. Amemaliza akamwambia Fiona aende na bakuli yake nyumbani, kisha yeye akaondoka zake. Fiona alimwambia bado hawajatimiza lengo na anahitaji kukusanya elfu kumi kwa siku, lakini Brian aliondoka bila kujali. Brian amekuja mpirani lakini hana namba maana tayari timu ilikuwa tayari ishakamilika. Na kocha alipouliza alijibu kwamba wazazi wao hawako tayari kugharamia vifaa maana viko ghali sana. Kocha aliuliza kama wangependa mchezo mwingine ila hawakuonyesha kupenda. Mwalimu akawapa story kuhusu Katwe ama draft na jinsi alivyokuwa anakomba pesa za wazungu. Brian akawa interested sana na mchezo huo na alikubali kucheza. Siku inayofuata Fiona anamuona Brian, ikabidi afiche bidhaa zake na mfatilie. Brian amefika, anapokelewa na kila mtu na walikuwa watoto wengi mno. Amefika, kocha akazama ndani katika kijumba lanivyo wakafanya usafi na kupanga vizuri vitu. Muda wa uji, watoto wakasogea kunywa uji. Kocha anamuona binti, ikabidi amuite ndani. Amefika pale, alikuwa na harufu mbaya. Watoto wenzake wakaanza kumfananisha na nguruwe, yani wakaanza kumtania. Masiara yale hakuyapenda kabisa. Hivyo alimkamata kijana mmoja na kumdiscipline pale pale mbele ya kocha. Kocha anauliza jina lake kisha akampatia uji na kisha akampatia jina la mpambanaji. Brian hakupenda kabisa kumwona Fiona pale. Aliamini kwamba anaweza kumharibia. Huko sokoni heka heka watu wananunua ndizi ile Isabella anaomba ndizi mbovu tu ili mradi aweze kuwapatia watoto wake chochote kile. Fiona ameletwa kwa Gloria. Lengo lilikuwa ni kumwelekeza juu ya mchezo wa katwe. Gloria alimpa maelekezo na Fiona alikuwa makini sana kusikiliza. Aliporudi nyumbani akateka maji na kwenda kuoga maana alimtania sana kuwa ana harufu mbaya kama nguruwe. Karudi ni ndani. Isabela anawapatia chakula baada ya sala, wanarudisha sahani wakidai kwamba wameshiba. Isabela alistaajabu sana, japo aliwakanya wasile mahindi kamwe. Kumekuja Fiona, ameoga na amebadilisha mpaka nguo, japo aliendelea kumtania, lakini hakujali kabisa kuhusu wao. Somo linaendelea, Gloria aliendelea kumfundisha Fiona juu ya mchezo huo wa drafti. Usiku Isabela amewasha kibatari anamwambia Fiona awatazame watoto yeye. Yeah, anaenda kumtafuta Night kwa sababu toka alivyoondoka siku ile hakurudi. Baada ya muda kidogo, Fiona anagongewa na alikuwa ni Night na alimletea embe Fiona. Night alibadilika mpaka mwonekano na alikuwa tayari kumfuata mpenzi wake na kuachana na familia yake. Asubuhi vijana wapo wanapatiwa mbinu mbalimbali mbali za uchezaji na wanapaswa kuhakikisha hawapotezi mbele ya adui yao shuleni. Kocha kamfuata mke wake na taratibu akawa wanarudi nyumbani. Wamefika wanampokea mtoto wao kutoka kwa dada wa kazi. Usiku, Fiona na Brian wanacheza, lakini Brian anashinda na anaapa kwamba hawezi kumfunga kamwe Fiona. Asubuhi kocha amekuja makao makuu ya usajili kwa lengo la kujisajili yeye na vijana wake pindi mashindano yakitokea, japokuwa kulikuwa kuna mambo alipaswa kuyatimiza mwaka 2008. Sasa vijana wako wanachuana wenyewe kwa wenyewe, yaani walikuwa serious sana, na kila mmoja alitazama jinsi gani Fiona anaweza kushinda katika mchezo huo wao kwa wao. Joseph hakupenda kuweza kupoteza, maana walimtania sana Fiona. pia hakujisikia vizuri sababu hakudhamiria kumuumiza mtu yoyote yule. Mwalimu alishangazwa na uwezo wa Fiona akaona amuulize kama alisoma mahala ila anaambiwa kwamba yeye hajui kusoma vitabu kabisa. Brian na wenzie walikuwa na matamanio makubwa sana ya kucheza kwa kushindana na vijana wengine wa nje. Siku inayofuata kocha amekuja kuonana na uongozi wa shule fulani vi ambayo ilijihusisha na mchezo wa drafti, japo alikuwa rahisi kwake, lakini kiongozi aliona tu awaalike dina na sababu aliamini wa wengi wao watakuwa wanatokea maisha ya chini na hawana uwezo na shule. Mzee akataka elfu moja kwa kila mwanafunzi ili mradi tu aweze kuwapa usajili wa muda huo shuleni hapo. Kwa kocha ilikuwa ni jambo jema sana kwake, maana aliamini kuwa ana uwezo wa kuzipata hizo pesa. Siku inayofuata jioni, kocha anaenda zake mazoezini. Fiona na Brian wakaona wamfuate na wawahitani na wenzao, ili mradi aweza wakamshangilia pamoja. Mpira ulinogeshwa sana na kelele za watoto, kila kocha wao waliposhika mpira na walifurahi sana pamoja. Amerudi kwa mkuu wa shule na kupeleka fees za watoto kama vile ambavyo aliweza kumwagiza, japo mkuu hakuwa na morali ya kuwapokea lakini ilimbidi tu. Usiku mkewe kafuma kiatu kikiwa kimeharibika, akamfata mume wake na kumsema kwa kucheza mpira kwa ajili ya pesa, na hakupenda kabisa. mkewe ni Sara. Ikabidi kocha aende kumbembeleza mke wake na wakapatana na kuelewana. Asubuhi wanatembeza mahindi kama kawaida. Wapambe wanamsanua mama Fiona kwamba watoto wake kuna mahala wanaenda kucheza kamari. Watoto wako busy mchezoni, wakati huo ni gemu ya Fiona na Benjamin, na tena Fiona akashinda kwa mara nyingine na kuzawadia cheo cha champion katika gemu yao, huku mama amekuja haihai. Amefika pale moja kwa moja akawabeba watoto wake kwa masikio. Kocha alijaribu kumwelezea, japo mama Fiona alionyesha kuwa mkali sana kwake na alimkanya asije akawaingiza watoto wake kwenye kamari. Asubuhi wapo sokoni Brian analichangamsha soko. Fiona hakuwa sawa kabisa, yaani alinuna moja kwa moja. Amekuja kocha la kikubwa, aliomba kuongea na Isabela. Isabela alimsikiliza kocha na alijitahidi sana kujieleza. Ila mwisho Isabela anakubali na kuwaruhusu watoto wake ila aliomba atimize ahadi zake. Fiona na Brian walifurahia sana na haraka wakaondoka. Wamefika wanapokelewa kwa shangwe sana na no wenzao. Waliimba na kufurahi kila hatua ya safari yao, huku mioyo yao ikihofia sana aina ya watu ambao wanaenda kushindana nao. Kwa kuwa tu mazingira ni mageni kwao basi walishangaa sana kwa sababu wote walikuwa kwa ni watoto tu wa mtaani yani, hapakuwa na mtu ambaye alikuwa anasoma. Ilikuwa ni shule yenye vipaji sana kwa michezo ya aina zote. Kwa shule muda huu anatoa speech kutokana na kila kitu ambacho kinaendelea na mazingira ya michezo jinsi ulivyo, lakini wakati huo Brian na wenzake walikuwa wanawaza msosi tu. Mambo ambayo alikuwa akiyafanya alikuwa anawatofautisha mno na watoto wengine wote pale, yani watoto wa kishua. Usiku wameacha kulala vitandani, wote wamelala chini kwa pamoja, mwalimu akabaki kutazama tu. Asubuhi kocha amekuja, anasikia vilio. Wakati huo Benjamin na Gloria walikuwa wakilia sana, maana kila mmoja alitaka kurudi nyumbani. Kocha alichanganyikiwa, ila ikabidi tu awachangamshe na walifurahi sana, wakaungana na kusali kisha wakaingia katika chumba cha mashindano. Kila mmoja alipangwa na mtu wa kucheza naye tena, wenye uzoefu mkubwa zaidi. Benjamin, Fiona, Gloria na Brian, hao ndio watu ambao walikuwa wanashindana kwa wakati huo. Benjamin alikuwa wa kwanza kumaliza na alifurahi mno. Gloria alishindwa, kwa hiyo alilia sana baada ya kupoteza game ya Fiona. Na mtoto wa kishua ikawa na watu wengi sana kuishabikia na walizungumzwa na walimu pia, maana Fiona alishinda mchezo ule. Bodi ya wacheza drafti ikabidi imzawadie tuzo Fiona ya kuweza kuwa mshindi katika mchezo huo, na akawa ndio yake ya kwanza, japokuwa Fiona hakuamini kabisa kama angemshinda mtoto wa Kishua. Wamerudi kitaani, Fiona akamtembelea mwalimu na alimpatia baadhi ya vitabu, ila tatizo ni kwamba yeye hawezi kusoma, lakini aliahidi kwamba anaweza kumfundisha kila kitu na atajua kusoma tu. Siku iliyofuata wako mtaani anaitwa Brian na mteja, lakini ile anavuka barabara tu akapitiwa pale pale na bodaboda. Fiona anajaribu kuomba msaada lakini hakuwa na mtu yeyote wa kumsaidia, ikabidi asimamishe bodaboda na ampatie pesa ili mradi aweze kumpeleka hospitali. Wamepitia nyumbani, Isabela alishtuka sana kuona mwanaye hajitambui, ikabidi naye pia amkabidhi mtoto haraka jirani yake abadili nguo, ili mradi aelekee hospitali ya karibu. Majeraha yalikuwa makubwa sana ilibidi ashonwe, na kama wakichelewa basi pesa itazidi. Mama anaamuru ashonwe na Brian anashonwa bila ganzi. Asubuhi mama anakutana na mhasibu wa hospitali ile na anamwambia ataonana naye kudiscuss jinsi gani deni lake linaweza kulipwa. Isabella akaja haraka sana kuwatorosha watoto wake maana hawakuwa na pesa yote ili ya kulipa. Wanafika mlango umefungwa, Mrs chimani anataka pesa yake ya kodi. Isabella anamwambia kwamba fiona ampatie pesa ambayo alikuwa amemkabidhi saa zile, lakini anaambiwa hiyo pesa ndio amempatia bodaboda sababu asingempeleka brian hospitali Mrs. Chiman anasema ningekuwa mimi ningetafuta mwanaume wa kumpatia raha na watoto wangu wasingelala njaa. Isabella anasema hayo siyo mambo yangu, yaani mimi sifanani na wewe. mama House akaona akatoa mafurushi yao nje tu ndani mwake. Isabella alilia sana na alijitahidi sana kujitetea, lakini haikuwa bahati yake kabisa, yaani aliweza kufurumushwa ndani ya nyumba ile walitembea sana bila kujua wapi wanaelekea kwa wakati huo, huku Brian hali yake ikiwa ni mbaya sana. Wamepata hifadhi mahala, anatazama picha ya familia akiwepo mumewe pia. Amekuja Fiona ikabidi afiche ile picha, wakabaki wanalia tu pale. Asubuhi amekuja kocha kuonana na Brian na Fiona, na alifarijika sana. Wapo wanacheza Fiona na kocha, lakini Fiona anapoteza sana umakini. Ikabidi kocha aelezee kwa ufupi historia yake na Fiona akapata kuelewa. Usiku Fiona anaongea mwenyewe, mama yake anamshangaa sana. Amekuja night na Fiona alifurahi sana kumwona dada yake. Mama hakupendezwa kabisa na mavazi aliyoyavaa Night. Walirumbana kidogo kwa muda huo. Night akatoa pesa na kumpatia Fiona kisha akaondoka zake. Baadaye ameketi na mama yake na kumbembeleza apokee ile pesa ili mradi aweze kuwasaidia. Asubuhi Brian na Fiona wamekuja kambini kwao. Mwaka mwingine tena sasa mwaka 2009 huo. Fiona alizidi kuwa bora katika draft na alifanikiwa kuhama makazi. Wakapata hifadhi nyingine tofauti kabisa. Ilikuwa ni sehemu kama ya kanisani hivi. Maisha yalianza kubadilika sababu walicheza michuano mbalimbali na aliweza kushinda na kupata tuzo tofauti tofauti ameketi na dada yake na alimsimulia mambo mengi sana juu ya mchezo ambao walikuwa wanaucheza. Asubuhi Fiona iko zake ufukweni na kocha wanaendelea kujadili jinsi ya kuwa bora zaidi mchezoni kocha amekuja kuonana na Isabela kuongea naye juu ya mustakabali wa watoto wake. Japokuwa Isabela hakuonyesha kabisa kumwamini kocha, ila aliomba afikirie zaidi juu ya hilo. Siku inayofuata Fiona anagana na mama yake, wanasafiri kuelekea Sudan. Mashindano yalikuwa makubwa sana na kila mmoja alikuwa na mtu wake wa kupambana naye kutoka katika taifa tofauti tofauti, walishindana Muona Fiona akakimbilia ndani, anauliza nini shida, anaambiwa ameachwa, atakuwa sawa tu. Mama akapakua chakula kwa upendo sana, lakini akili ya Fiona ilikuwa mbali mno, ikiwaza jinsi ya kuondokana na maisha yale ya kimaskini. Fiona akawa shujaa wa Uganda katika mchezo wa drafti. Siku inayofuata mama amekuja kumpatia mashtaka kocha, kwa tangu Fiona ashinde amebadilika sana kufanya kazi Isabela anasema tusiokuwa na medali basi tuende kaoshe mihogo mihogwe, lakini wenye medali wanalala tu. Kocha anaahidi kuzungumza naye, japo mama anasema kocha ameharibu mtazamo wa vijana wengi, baada ya kuona uzuri wa maisha ambayo wao hawakuwahi kuwa nayo. Kocha aliwaza sana juu ya hilo. Usiku Fiona anasoma, Isabella anaomba azime mshumaa. Asubuhi Brian anamshawishi mama yake kuacha Fiona apambane kuondokana na huu maskini aliyokuwa nao. Isabella anaingia sokoni kuonana na Mr. Nagenda. Alikuwa anauza vitenge na vitambaa na alimpendaga sana kabla hata hajaolewa. Isabella ameomba auze nguo yake fulani, ili mradi aweze kupata pesa lakini haikuwa na thamani kubwa kwake. Mr. Nagenda akataja kiasi chake, lakini mazi alimjia sana kwa sababu alikuwa anampenda sana Isabella. Karudi akapitia dukani. Usiku Fiona anasoma, alipoona mama yake tu apate usingizi akaona mshumaa wake lakini Isabela akauwasha tena. Isabela akaamua kujiweka tayari kumsapoti binti yake katika hali yoyote ile. Mchezo uliofuata ulikuwa unafuatiliwa na watu wengi sana hapo Uganda, na wote walikuwa na matumaini ya ushindi kutoka kwa Fiona. Haikuwa rahisi kabisa kwa Fiona sababu kichwa chake kilikuwa kinawaza mambo mengi mno ambayo alifanya ashindwe kuendelea na mchezo. Hakuonekana kabisa kuwa na furaha na alichokuwa akikifanya maana alijiona ameuza mechi kizembe japo mwalimu wake alimpatia faraja. Amerudi Uganda bado watu wanampenda na no wanaamini kwamba atashinda tu siku moja. Kocha yuko zake kwake anapigiwa simu kutoka kampuni fulani hivi ambayo ilimpatia nafasi ya kuwa supervisor msaidizi. Fiona anapewa moyo na majirani zake kuwa atashinda tu kwa mara nyingine. Sasa hali ya hewa imebadilika sana. Kila mmoja anakimbia ili mradi asiweza kuloana na mvua. Wakati huo Night anamwaga Richard kwamba anaondoka lakini atarudi baadaye. Ameondoka na Theo. Mvua ilikuwa kubwa sana, na maji yaliingia mengi sana ndani. Ikapelekea uharibifu mkubwa sana na lawama zilimdondokea Night sababu alipaswa kuwa pale. Night anasema yeye ni mjamzito na wote wanabaki tu nje ya panda. Asubuhi kocha anapewa moyo na mke wake kwamba ataweza kufikia malengo yake. Mwaka elfu mbili na kumi na moja sasa. Wakaanza shule lakini malengo yao makubwa ni kushinda. Mama Fiona alishukuru sana kuona watoto wake wapo katika mstari ambao yeye mwenyewe asingeweza kufanya kama angekuwa yuko peke yake, yani bila kupata msaada wa kocha. Siku imefika, Fiona yuko katika mchezo wa mwisho wa kitaifa nchini Uganda, na ulihudhuriwa na watu wengi sana. Mchezo ulikuwa mgumu, lakini Fiona alifanikiwa kushinda. Ilikuwa ni zaidi ya furaha katika eneo lile, na waandishi wengi walijaa na watu wengi walikuja kumpokea Queen of country, Fiona. Mama yake alijihisi faraja sana, maana Fiona wake aliwaokoa kutoka katika umaskini. Siku zimepita kidogo, Isabella anafagia, amekuja Brian na Fiona kumchukua na kuondoka naye. Walikuwa na kocha na walienda mbali kidogo na mji. Hatimaye Isabella na watoto wake wanapata makazi ya kudumu, na ilikuwa furaha isiyoelezeka kwake. Ametoka night na mtoto wake na ikabidi Isabella ampokee binti na mjukuu wake. Fiona aliendelea kuwa mchezaji bora wa mchezo wa drafti na alitua makombe mengi sana. Brian pia aliendelea kuwa bega kwa bega na dada yake, na wakafanikiwa kuhitimu mafunzo yao. Naiti anamlea mtoto wake japo alijutia sana aliyoyafanya. Isabella aliishi vizuri na mtoto wake wa mwisho Richard. Kocha na mkewe Sara waliishi kwa furaha na watoto wao, na bado aliendelea kuwa mkocha mkubwa sana wa mchezo wa Katwe. Mzigo unaishia hapo, huu ndio mzigo, naitwa Queen of Katwe, mimi ni Queen of Africa, till next time, chao.